Sehemu yoyote kwenye uongozi mzuri ndipo ambapo panaleta mafanikio. Uongozi ndio msingi wa mafanikio yoyote. Ukiona mahala hakuna mafanikio ambayo yanapatikana, ukiona mahala kuna migogoro, ukiona mahala kuna malalamiko, wewe usimtafute mchawi. Mchawi wa kwanza ni kiongozi aliyoko hapo, ndo ameshindwa kuweza kusimama katika nafasi yake na kuweza kutengeneza mazingira bora ya kuweza kuhakikisha kwamba watu wanafanya wanafanya kazi. Kwa hiyo uongozi una nafasi kubwa sana ya kuweza kuleta mafanikio au ya kuweza kushusha, kushusha mafanikio. Na sisi tulioko hapa ndio wenye dhamana ya kuweza kutoa huo uongozi unaohitajika. Na mimi wakati wote huwa naitazama sekta hii ya afya kama ni miongoni mwa sekta ambazo zinaendesha mambo yake kimkakati. Mimi naitazama kwamba ndio sekta ambayo inaongoza kuimbrace ile spirit ya strategic leadership strategic leadership maanake ni kutazama uh, taasisi katika mtazamo wa mbali. Unatazama kwamba unataka kufika wapi baada ya miaka kadhaa, miaka mitano, miaka kumi, unakuwa na mwelekeo wa mbali wa wapi taasisi, wapi sekta unataka kuifikisha baada ya muda, baada ya muda fulani, lakini hauishii tu kuwa na maono hayo ya mbali unaenda mbali zaidi kuweza kuweka strategic plans, mipango ile ya kimkakati kwamba namna gani tuna achivu hayo malengo ya mbali ambayo tulio, tuliokuwa nayo, lakini mnakwenda mbali zaidi hata kufanya uh, kwenye operational zile uh, duties uh, operation issues za kila siku, mnaojiwekea mikakati ya kila siku, kuanzia ngazi ya kwenye vituo vya afya kwenye zahanati mnaenda kwenye uh, vituo vya afya kwenye hospitali zenu za wilaya, na mnaweka mnakwenda mbali zaidi kujiwekea mipango ya kufanya tathmini ya ile mipango mliojiwekea kila baada ya muda, mnakutana mnafanya tathmini kwamba hii mikakati tuliojiwekea tumefika wapi katika utekelezaji, katika utekelezaji wake, wapi tumefanya vizuri na wapi hatujafanya vizuri, kwa sababu malengo yetu, tunatamani siku moja tuweze kusikia hakuna mama hata mmoja ambaye tunampoteza kutokana na uzazi. Matamanio yetu sote kwa pamoja, tunatamani ifike hatua kusiwe na mtoto hata mmoja ambaye tunampoteza kutokana na nini? Kutokana na uzazi. Bila shaka hayo ndio matamanio yenu nyinyi wataalamu wetu katika, katika sekta ya afya, na ndio maana mmekuwa mkifanya kazi kubwa sana katika vituo vyenu, lakini na ndio maana mmekuwa mkifanya kazi kubwa sana kukutana mara kwa mara, kubadilishana uzoefu, kujadili changamoto kuangalia hivi vifo ambavyo vimejitokeza vimetokana na nini, wapi tunaweza tukaboresha, wapi tunaweza tukabadilisha uh, mbinu zetu za kuweza kukabiliana na hizi changamoto ili tuweze kufikia, kufikia malengo. Kwa hiyo mimi, na hakika kwa mipango hii mizuri mliokuwa nayo, itafika wakati tutaweza kutimiza matamanio yetu ya kuweza uh, kutokomeza kabisa vifo vinavyotokana na, na uzazi kwa upande wa kina mama, lakini pia lakini pia na watoto. siku chache zilizopita Uh, nchi yetu ya Tanzania wa Tanzania waliibuka na shangwe baada ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuweza kuandika historia, kuingia katika rekodi ya marais wachache duniani kuweza kutunukiwa tuzo maalumu, kutokana na jitihada ambazo amezifanya katika nchi yake ya kuweza kupunguza vifo vitokanavyo na uzazi kwa maana vifo vitokanavyo, uh, vitokanavyo na uzazi kwa upande wa akina mama, lakini vifo vitokanavyo na uzazi kwa upande wa watoto wachanga, tuzo ambayo inatolewa na taasisi ya Kimarekani ya Bill and Melinda Gates Foundation ambayo inaitwa the Global Goalkeepers Award. Kwa hiyo mafanikio yale ambayo rais wetu ameyapata kuweza kutambulika na taasisi zenye heshima kubwa duniani ni kutokana na kazi kubwa ambazo nyinyi wataalamu katika sekta ya afya mmeifanya. Kwa hiyo mafanikio ya Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kutekeleza maono yake, mipango yake na mikakati yake ya kuweza kuboresha sekta ya afya, hususan katika eneo hili za kukabiliana na vifo vitokanavyo vya uzazi hayawezi yakatenganishwa na kazi kubwa ambayo madaktari wetu na wahudumu katika sekta ya afya mnaifanya. Kwani nitumie fursa hii kuweza kuwapongeza na kuwashukuru sana watumishi wote katika sekta hii ya afya katika mkoa wetu wa Morogoro kwa kazi kubwa na nzuri ambayo mnaendelea kuifanya ambayo imepelekea kuipa heshima nchi yetu ya, ya Tanzania.